Twende kwenye vitendo. Nilitamani sana kaka Abubakari Yusufu na Omari, mje hapa lakini tutawakilisha. Naombeni sasa Captain kwanza, Popat hongera sana Popat, hongera sana sana, sana. Hebu wakusikie kabla sijakabidhi hela. Tunashukuru sana kwa hatua hii tuliofika, ambayo kama President alivyotangulia kusema, tumehangaika zaidi ya miaka ishirini. Tulikuwa na kiu kubwa imetukaa lakini Mwenyezi Mungu ametujalia. Wazungu wanasema football is a problem. Na leo imeenda kutimia, the the wait is over we on to the qualifying of group stage. AzamFC timu bora bidhaa bora. Asante mheshimiwa rais, tarehe 9 tunatiki. Yeah. Haya asante sana. Ha, captain, njoo tukukabidhi imidi, njooni wote. Faisal uko wapi? Faisal sasa umekaa nyuma? Smoda <laughs> mekaa mic kwanza, sasa nakabidhi milioni arobaini na tano za zawadi ya goli la mama kutoka kwa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania

Uh, kwa niaba ya wachezaji uh, tunashukuru sana serikali kwa kutoa support katika sekta ya michezo na pia tunamshukuru sana Mama Samia anaendelea kutu, kututia hamasa kama sisi wachezaji ili kupambana zaidi na kulipambania taifa. Naomba ufikishe salamu kwa Mheshimiwa Rais. Mzigo <laughs> huu group stage uje kwa wingi <laughs> tunafahamu, eh? Kwa hiyo tunamwomba endelee kutunga mkono Oktoba, tunafiki so <laughs> Haya, ah, basi nashukuru sana Imidi e sana oh. Angalau uh, kwa uh, dakika mbili kwanza ningependa kumshukuru uh, um, Mwenyezi Mungu nafikiri kuwa kiu ya watu wote wa Azam FC kuona klabu inafika kwenye group stage, nafikiri tumejaribu kwa miaka mingi huko nyuma, lakini uh, nashukuru kwa group tulikuwa nayo sasa ya wachezaji na technical bench pamoja na board of directors wa klabu yetu, tumekuwa pamoja, tumeweza kufanikisha na kufikia new mile stage kwenye klabu yetu. Kwao naamini huu ni mwanzo na hichi kitu kitakuwa cha kawaida kwetu, japo tuna kazi kubwa ya kufanya kuweza kumaintain. Asanteni sana. Asante basi, tunashukuru sana kwa watanzania wote, tuendelee kuwa pamoja. Tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi ni siku ya kupiga kura. Asipungue hata mtanzania mmoja, twende kwenye vituo vya kupiga kura, tukachague rais, tuchague wabunge na tuchague madiwani. Hali ya usalama ni shwari kabisa, kama kawaida yetu. Tumalize kazi, tusonge mbele. Asanteni sana.